Sheria ya pili katika kitabu The 48 Laws of Power inasisitiza jambo moja muhimu. Usiwaamini marafiki kupita kiasi, jifunze kutumia maadui zako. Sheria hii mara nyingi hueleweka vibaya kwa sababu inaonekana kupingana na maadili ya urafiki na uaminifu. Hata hivyo, kwa mtazamo wa kisaikolojia na kihistoria, sheria hii inalenga kulinda nguvu zako, heshima yako na usalama wa nafasi yako katika jamii au kazi. Kwa nini rafiki anaweza kuwa hatari kuliko adui? Namba moja, rafiki anakujua kwa undani. Rafiki wa karibu anajua udhaifu wako, anajua siri zako, anajua hofu zako na malengo yako. Maarifa haya yakitumiwa vibaya yanaweza kuwa silaha kali. Adui kwa upande mwingine, mara nyingi hana taarifa za ndani zinazokuweka katika hatari kubwa. Namba mbili. Urafiki unaweza kuzalisha wivu wa siri. Kisaikolojia, watu wengi hushindwa kuvumilia kuona mtu wa karibu akifanikiwa zaidi yao. Rafiki anapokuona unapiga hatua kimaisha, unapata heshima au nafasi bora, unasifiwa au kusikilizwa zaidi, hisia za wivu zinaweza kujitokeza kimya kimya na kugeuka kuwa chuki au usaliti bila onyo. Namba tatu, ukaribu hupunguza mipaka. Kwa sababu ya ukaribu, rafiki anaweza kukudharau bila wewe kutambua, anaweza kukuchezea au kukutumia, anaweza kukusaliti akiamini utamsamehe. Adui kwa kawaida hufanya kila kitu kwa tahadhari na heshima, kwa sababu anajua nia yake. Mtazamo wa kihistoria na kimkakati. Historia inaonyesha kuwa viongozi na watu wenye mamlaka waliangushwa sina maadui wao wa wazi, bali na marafiki wa karibu washauri waliowaamini kupita kiasi, watu waliokuwa karibu na vyanzo vyao vya nguvu. Adui walikuwa nje ya mfumo, lakini marafiki walikuwa ndani ya mfumo wa maamuzi. Je, sheria hii inapinga urafiki? Hapana, sheria hii haisemi uache kuwa na marafiki, bali inasisitiza umuhimu wa kutenganisha urafiki na usimamizi wa nguvu zako. Kisaikolojia, ukaribu haupaswi kumaanisha kukosa mipaka. Urafiki haupaswi kuwa ruhusa ya kufichiwa kila kitu. Uaminifu kamili unapaswa kutolewa kwa tahadhari. Kwa nini maadui wanaweza kuwa washirika bora zaidi? Sheria hii pia inasema jifunze kutumia maadui zako. Sababu ni kwamba adui nia yake iko wazi, huheshimu nguvu na uwezo, hana hisia binafsi za wivu wa ndani anafanya kazi kwa nidhamu na tahadhari. Mara nyingi adui aliyebadilishwa kuwa mshirika huwa mwaminifu zaidi kuliko rafiki aliyekuzwa bila mipaka. Funzo muhimu la kisaikolojia: usimwamini mtu kwa msingi wa ukaribu wa muda mrefu, hisia za urafiki, historia ya pamoja pekee. Badala yake, mtathmini mtu kwa tabia zake unapofanikiwa, jinsi anavyokuheshimu hadharani na faraghani uwezo wake wa kufurahia mafanikio yako bila kujiona mdogo. Jinsi ya kuishi na marafiki bila kujidhuru kisaikolojia. Namba moja: tenganisha urafiki na mamlaka au maslahi muhimu. Kisaikolojia, kosa kubwa watu wengi hufanya ni kumpa rafiki nafasi ya kuamua hatima yao, kumshirikisha rafiki katika kila uamuzi mkubwa, kumtegemea rafiki kuliko mfumo. Unachopaswa kufanya maamuzi makubwa ya pesa, kazi au mwelekeo wa maisha ya baki chini ya udhibiti wako. Rafiki awe mshauri, si mmiliki wa maamuzi. Ukaribu haupaswi kumaanisha kukosa mipaka. Namba mbili, weka mipaka wazi, boundaries. Mipaka siyo chuki, mipaka ni nidhamu ya kihisia. Mfano wa mipaka ni siyo kila siri ni ya kushirikishwa, siyo kila mpango unahitaji maelezo. Sio kila ombi linahitaji kukubaliwa. Rafiki anayeheshimu mipaka yako, anakuheshimu. Anayekerwa na mipaka yako, anataka faida juu yako. Namba tatu, usionyeshe udhaifu wako wote. Kisaikolojia, udhaifu ni taarifa nyendi. Badala ya kulalamika kila wakati, kueleza hofu zako zote, kujilaumu hadharani, fanya hivi. Chagua kile unachoshirikisha. Eleza changamoto bila kujivunja heshima. Weka taswira ya uthabiti hata unapopitia shida. Hii inalinda heshima yako na nafasi yako katika mahusiano. Namba nne, chunguza tabia zao wakati unafanikiwa. Hiki ndicho kipimo cha kweli cha urafiki. Jiulize, je, wanakushangilia au wanapunguza mafanikio yako? Je, wanakutia moyo au wanakukatisha tamaa kwa kejeli? Je, wanabadilika unapopata mafanikio? Kisaikolojia, mtu anayehisi tisho hato kutakia maendeleo endelevu. Namba tano, tumia heshima badala ya kutegemea hisia. Mahusiano yanadumu zaidi kwa heshima kuliko hisia. Fanya yafuatayo: kuwa thabiti katika misimamo, kuwa wazi lakini si mwepesi, usitafute kuthibitishwa na rafiki. Heshima hujenga uthabiti hisia peke yake huleta utegemezi. Namba sita: usifunge milango lakini usifungue kabisa. Hii ndiyo falsafa ya Law mbili. Usivunje urafiki bila sababu, usikae kwa tahadhari kali kupita kiasi, lakini usitoe nafasi zote. Kuishi vizuri na watu ni sanaa ya uwaziano. Namba saba: jenga mzunguko zaidi ya mmoja. Kuwa na watu wa aina moja huongeza hatari ni busara kuwa na marafiki wa kijamii, marafiki wa kazi, washauri wa kimkakati na watu wa kukuimarisha kimaadili. Usiweke mahitaji yako yote ya kihisia na kimkakati kwa mtu mmoja. Kuishi na marafiki si tatizo. Tatizo ni kuishi bila mipaka, bila ufahamu na bila mkakati. Urafiki ulio bora haukudhoofishi, haukukoseshi heshima, haukufanyi uwe mnyonge kisaikolojia. Maisha hayahitaji uishi kwa mashaka ya kila mtu, lakini yanahitaji uishi kwa ufahamu na mipaka. Urafiki ni muhimu, lakini ulinzi wa nguvu zako ni muhimu zaidi. Kama mada hii imekupa mtazamo mpya wa kisaikolojia, bonyeza subscribe, like na share video hii. Andika kwenye comments kwa mtazamo wako, mipaka katika urafiki ni muhimu kiasi gani? Tukutane tena kwenye video nyingine. Bye.